Safari yetu sisi tutaondoka Dar es Salaam, safari yetu sisi tutaondoka Dar es Salaam tarehe ishirini na nane saa moja na dakika hamsini na tano baada ya swala ya magharibi. Tutatua Zanzibar saa mbili na dakika thelathini na tano Dar es Salaam <coughs> safari yetu sisi itakuwa tarehe 28 mwezi huu wa tano, saa 1 na dakika 55, ila kuhudhuria uwanja wa ndege ni masaa sita kabla, masaa sita kabla, kwa sababu ni grupu la hija. Ikiwa unasafiri mwenyewe masaa mawili matatu sio shida, lakini ikiwa unasafiri na grupu masaa sita kabla. Kisha baada ya kutua Zanzibar, tutakaa lisali moja, yaani mpaka saa tatu na dakika ishirini saa tatu na dakika ishirini tutaondoka Zanzibar kuelekea nchi ya United Arab Emirates Dubai. Utafika Dubai saa 9 na dakika 55 usiku. Salaamu alaykum. Tutafika saa 9 na dakika 55 tuelewe, Dubai wao watakuwa mbele ni saa moja, sisi tutakuwa huko Tanzania nyuma ni saa moja, ina maana inakuwa kwa Tanzania ni saa 8 na dakika 55 kwa Dubai, na kwa saa 9 na dakika 55. Kisha tutakaa Dubai kwa masaa matano pale uwanja wa ndege, tutakaa kwa masaa matano, tutakaa saa kumi, kumi na moja, kumi na mbili, saa moja, saa mbili, tunaingia kwenye ndege. Ndege itaondoka saa tatu na dakika thelathini na tano na itatua Jidda International Airport. Yani, kuondoka Dubai kwenda Jidda itakuwa ni masaa mawili, na wana pale, tunaweza kuwa na muda mzuri wa kuvaa ihram, tuna muda mzuri wa kupeana semina fupi tuna muda mzuri wa kuelimishana kuvaa vizuri, japo ihiramu zitaelekezwa kuvaliwa hapa, na zile ihiramu zitabaki kwenye mabegi madogo. Kwa hiyo tukifika pale tutazivaa ihiramu, tutakuwa tuko sasa, kwa sababu ya kufanya ibada ya umra. Safari yetu ya kurejea kutoka Madina, tutaondoka Madina tarehe kumi na saba saa kumi na moja na dakika ishirini magharibi, kabla ya magharibi, tutafika Dubai saa tatu na dakika tano Hapa utauliza kwa nini, mbona ni masaa mawili tu, kwa nini imeenda hivi? Na hisi tutauliza kupewa majibu. Imebeba, mahujaji, mahujaji, hii ndege itakuwa imebeba mahujaji waliokuwa ni mahujaji wameshahidi Madina. Itakwenda Jida itajaza, alafu kisha itapeleka Dubai. Itakuwa inaruti hiyo ndege, hii itawatoa watu Madina, itawarudisha Jida, kisha itawapeleka Dubai na tutafika Dubai saa tatu na dakika tano. Kisha tutakaa Dubai kwa masaa kumi na nne siku ya kurudi ndani ya Dubai kwa masaa 14. Swala la Nabii eh, unaanza kupimwa hija yako baada tu baada tu ya kuwa, baada tu ya kuwa umemaliza hija unaanza kupimwa sasa, lakini ala kulli hali lisiwaambetazo Manasiki imefanya kutafuta visa ya transit. Hamtobaki uwanja wa ndege. Mahujaji yote mna viza ya kuingia Dubai, lakini siyo ya kwenda kutembea, viza ya kuingia hotelini. Mtapata viza, mtaingia hotelini, mtapumzika hotelini, kisha baada ya hapo, wakati unafika wakati wa ndege, mtachukuliwa tena nyote, mtapelekwa uwanja wa ndege na kurudi tena karesa. Tutaondoka Dubai saa nne na robo ya tarehe kumi na nane tuelewe tarehe kumi na saba saa tatu ya usiku ndo tumeingia tutaondoka saa nne ya asubuhi ya tarehe kumi na nane kurudi Dar es Salaam tutafika zanzibar saa nane na dakika arobaini mchana baada ya swala ya adhuhuri kisha tutaondoka zanzibar saa tisa na dakika ishirini na tano tutatua Dar es Salaam saa kumi na dakika tano, swala ya alasiri. Hii ni safari fupi. Maswali yalikuwa mengi, nikaona nilijibu hili ni swala. Leo hii ndiyo safari yetu. Kiufupi iko hivyo, kwamba watu watatoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar na kwenda Jeddah, na kisha kutoka Madina kwenda Dubai na kisha baada ya Dubai kuja Zanzibar kisha kuja Dar es Salaam. Safari hii ni tofauti na safari ya mwaka jana, na Mwenyezi Mungu ndio kali ya Mungu ndio muweza. Hakuna taasisi yoyote Tanzania inairusha one way, hakuna, hakuna ndege ya one way, hakuna. Nini sababu? Wallahu alam.